Ni ziara ya Kamati ya Bunge Mambo ya Nje na Ulinzi na Usalama katika mkoa wa Manyara ambapo wametembelea ujenzi wa ofisi ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji inalojengwa katika eneo hili la Makatanini hapa mjini Babati mkoani Manyara. Kamati hiyo imeridhishwa na hali ya ujenzi wa jengo hilo. Hapa tumezungumza na mwenyekiti wa Kamati ya Bunge la Kudumu la Mambo ya Nje na Ulinzi na Usalama, ambapo hapa anapongeza jitihada zilizofanywa na jeshi la zimamoto na uokoaji katika kuendelea kukamilisha ujenzi wa jengo hilo. Kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuliboresha jeshi la zimamoto. Leo hii kamati ya mambo ya nje ya ulinzi na usalama imetembelea jengo la zimamoto Manyara, mimi nikiwa mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya ulinzi na usalama, tumeridhisha ridhika sana na ujenzi unavyoendelea, na mheshimiwa rais ametoa fedha nyingi sana kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa jengo la zimamoto. Kipekee mheshimiwa rais amefanya mambo makubwa sana ndani ya nchi yetu, hasa kwa kuendelea kuiboresha jeshi la zimamoto. Na kamati imeridhika na ujenzi unavyoendelea kwa kasi kubwa. Naitwa Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji John Masunga. E, siku ya leo tulikuwa na kamati ya kudumu ya Bunge ya Nje, ulinzi na usalama. A, kamati hiyo ilitembelea mradi wa ujenzi wa kituo cha Zimamoto mkoa wa Manyara. Kituo hiki ni miongoni mwa miradi saba ya ujenzi wa vituo vya zimamoto na uokoaji ambavyo lengo la ujenzi wa vituo hivi ni kusogeza huduma kwa wananchi. Ujenzi huu umefanyika katika mikoa saba na hasa ile mikoa ambayo haikuwa na vituo vikubwa. Na vituo hivi vitakapokamilika, vitakuwa na vifaa kwa ajili ya operesheni mbalimbali za kuzima moto na uokoaji. Jengo hili hapa Manyara, ambalo ni kituo cha mkoa wa Manyara, lina ofisi mbalimbali -mbali. ndani kuna ofisi ya kamanda wa zimamoto wilaya Babati, lakini kuna ofisi ya kamanda mkoa wa Manyara pamoja na ofisi zingine zinazoshughulika na masuala ya TEHAMA, ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto. Kuna ukumbi kuna masijala, kuna ofisi kwa ajili ya shughuli za manunuzi, lakini kuna ofisi za wahasibu. Ofisi hizi ni kubwa, zinakidhi mahitaji ya kimkoa, na kama nilivyosema, ofisi hizi zinafanana kwa mikoa yote saba ambako zinajengwa. Tunaishukuru serikali, imetupatia pesa kwa ajili ya umaliziaji wa vituo vyote saba katika vituo vyote saba vinavyojengwa hapa nchini. Napenda nichukue nafasi hii kuwataka makamanda wa mikoa wasimamie vituo hivi kwa karibu, kwa sababu pesa tayari shatolewa na Serikali, ili kuhakikisha kwamba ifikapo tarehe 30 mwezi wa sita vituo vyote viwe vimekamilika tayari kuanza shughuli zake kama vilivyokusudiwa. Serikali inaendelea kusogeza huduma za zimamoto na uokoaji kwa wananchi. Sasa hivi tayari Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lipo katika wilaya 25. Na huduma hizi tunazidi kuziendeleza hadi zitakapofikia wilaya zote. Ni lengo letu kwamba ifikapo mwishoni mwa mwaka kesho, wilaya zote nchini zitakuwa zimepata huduma za zimamoto na uokoaji.